Mwenye duka? <laughs> Ah, kumi mwenye duka yuko? Duka uko? Maziwa mara na soda na soda hivyo kitanitoa aje? <laughs> <Hey. laughs> Koiti hizo vitu nachukua hey. Umelipia? Hizi vitu nisika eh, nimelipia <laughs> Asaliku na ajenaalia Asini kwani nimezichukua tu. Unazichukua tu? Kwani hapa ni mahali pa kuchukua tu? Hebu rudia. Hawaje watu wote wajue. Sasa alikuwa anaenda wapi? Mimi unavyoniona Mr. Muchina mimi mimi kweli naweza iba vitu za so? Sasa alikuwa anaenda wapi? Vitu za so? Sasa alikuwa anaenda wapi? Si swali nakuuliza, unijibu. Alikuwa anaenda wapi? Umelipia? Hapana, usinishuku bana. Usinishuku. Sio maneno, lipa alafu uondoke. Sitaki mambo mengi. Sawa. So nikitia ya kunipeleka ndio mimi. So, so moja. Mia moja. Sasa ulikuwa unaenda wapi? Nini no. <laughs> Aha, nini nafikiria? Kwa hili mkuu, sina cash. Ati? Sina cash. Ata una cash, si utume kwa simu? Sina kwa na pochi? Hata simu sina. Siyo ni pochi la biashara suweke pesa? Hata simu sina, imagine. Sasa unapeleka wapi vitu na hauna pesa, alafu mtu anakwambia unaiba, unakataa. We simu hizi. Ah. Ndevu. Kaa hapo. Mbora, mbora, mbora, hapa, mbora. Mbora. Ah, wewe sasa. Wewe, hey. Nataka nikuchape nikupe mandevu sahii ujue kama hapa si, siku nyingine ukinipata mimi siniko no, hapa baidewe nakumbuka unaona hile ma kupea dakika tano zakua oh da no. Naenda oh no. <laughs> oh no. Dakika tano hizo mawe nakwambia oh nama no. Hii mawe hey. Yeah. Hii yote weka hapo, unaona hapo mahali kwenye kuko hizo zingine unafaa ujaze hapo. Siku nyingine utajua kuchukua kitu ya mtu kama ni makosa, ndio mimi sitaki.